Okay. Good evening my people. I hope now ni saa moja inaenda saa mbili. So let me talk to you. Um kwa nawa nitumie busara. Af tuelekezane. Unajua? Of course my DMs zimejaa lawama. Zimejaa sanee kututenga. Zimejaa nini? Sikia nikwambie. Tusilaumiane sana mnatuchanganya, Na mnichanganyi tu mnanivuruga. Waona msapoti mtu ambaye yuko Marekani kwa Marekani, ambaye tukisema tufuatilie historia yetu, mimi na wewe, huyo mtu kwangu mimi siwezi kumsupport hata iweje. Lakini rais wangu mimi namuona yule pale, mwanamke mwenzangu yule pale, anajiheshimu na ana mamlaka ambayo, mimi Mungu angenipa sasa hivi, baby, mngekoma mbona. Yani kwanza ningehakikisha nchi iko lele lele, mambo yeye yeye. Kila mtu anaishi kwa wakati wake, pia si kama rais wangu jamani, kafanya vingapi? Kajenga mahospitali wanafunzi wanasoma bure sasa hivi, ukipita barabarani ni mavumbi tu, barabara zinajengwa. Back to the point ambayo nataka kuongea ni mtoto wa kike. Wewe ushasikia adui wa mwanamke kama mwanaume lini? Adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. So hapo naomba niite wetu, dada yangu Mange, wewe ni dada yangu, ya we talk sometimes on dms. Ushaniumiza lakini uso muda wa kukuumiza kunumiza. Mange unajua nikikaangalia, unajua nachokiongelea na unanielewa wewe. Una tatizo na rais wangu labda Amini Samia Suluhu Hassan lakini una tatizo na Tanzania, ile unavyosema kinuke kinuke. Mange, mtoto wako kwa Marekani, joanes buggy sijui hilo losenjo, watoto wetu wako Temeke, Mange, Ilala huko mikoloshini, ambapo anaambia wewe kinuke kinuke. Kikioza mange, nani anaki, anakipasha na akiwezi kuoza kwa sababu Mange juzi mmeandamana Marekani, umevabara kwa ya tricki da mange alitoshuka tena bala kwangu, dada yangu. Alafu wakati nakumbuka kipindi rais ameingia madarakani, if you remember bro, ilikuwaje? hiviarakambaam Of course, na alikuwa namsupport hata nakumbuka rais wetu Avena Marekani walionana. Lakini sasa watu wengi hawezi kujua. Kama wewe unatoa kodi nyingi, sio wewe Niso, ala, ni cheki, sio analia, sio ameganda, amna aliganda ama ameganduka. Mangi, unajua leo tulipambania wewe. Ni swala. Kaona na nusu mimi nikusaidie. Nikusaidie. Sasa baba, naongea na wewe personal unajua tukiongelea. Hapo yako usimwe msimamie. Lakini tusiingize watu wasohusika mangi. Kuna watoto, kuna vipofu Tanzania, kuna mabubu wasiojua kusema, kuna wasiotumia smartphone. Hiyo na kikinuka mange, utamsaidia nani we huko Marekani? Kuna wenye maduka ndo wamefungua biashara zao za kwanza mange, ndo wameanza kushika riziki zao. Leo naambia eh, sinn itasaidia nini baby, ita ingesaidia kamanata kutusaidia Tanzania airport ile pale

mlitukana kwanza kwenye hapo yake mkamsapoti, na bado mkaja mkamtukana na yeye leo. Sasa hivi mko na yeye kyo, sikize siote, tujijui tunataka nini? Haya tufanye, ndo tunaandamana? Nifanye mimi nimeolewa, dada yangu, sasa hivi nijifanye? Sasa sera yetu ni nini? Tunataka nini? yetu tunataka nini? Unajua mnapenda kuandamana tuna sera fulani, wito wetu niu mange. Sera yetu si kufurahi kuona mwanamke yuko pale juu lida haki sawa, tumeweza kuzipambania avikikamata wanawake na maendeleo. Tufanye kazi, tusonge. Tunasongaje kwa hali hii baby? Wewe unataka tungatuke, wewe unataka pambane, wengine kinuke. Haki, oza, kinuki, love. Ila nikuulize wewe, unatakaje sera ni nini au sio? Sera basi? Labda sera hatuna, sera kazi. Mi sera yangu ni utu na kazi. Tunaangalia utu, tunaangalia taifa, tunaangalia amani na usalama, halafu nchi yetu wanaijua. Ndiyo maana ulikimbia ukaenda kuolewa na mzungu.